karibuni . Asante. Karibuni kwenye kipindi chetu cha Wadada Center ambacho ni kiwanda cha kuzalisha mm, nini, mitaji si ndio? E, tunapita, tuna kwenye hii programu ya Wadada Center tunakwenda kutengeneza mitaji kupitia familia za watu kule, tunakwenda kufanya kazi. Ni sawa sawa tu na viwandani, viwanda vyetu ni majumbani eh? Ndini, kuna watu wanafanya kazi kiwandani kwa kiwandani. Sasa kiwanda chako ni wapi? Nyumbani, nyumbani kule unaenda kufanya kazi za malezi, kazi za usafi na mapishi. We unapata ela, kwa hiyo sana. Hapa tuko na wadada waliopita kwenye mikataba yetu, wana experience na sisi, na nyinyi wengine ambao ndio mnaanza, naomba tuanze na wenyeji na tunaanza na dada Brenda. mm -hmm. Uh, Brenda ongera sana kwa na kufanya sani, kazi na mradi wetu, na umeweza kumaliza mkataba wako Asante. Mm, hongera sana. Asante. Ulipokuja hapa ulikuwa umekuja na nakumbuka ulikuwa na cheti. Ndio. Ya yeah, ulikuwa umesoma housekeeping. Nilikuwa nimesomea hotel mambo ya hoteli. Masuala ya hotel tourism. Ah, tourism. Mhm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Nikaenda field nikasomea wakanipeleka kwenye kitengo cha housekeeping. Ulivyoenda field. Yeah. Ehe. Uh -huh. Okay nikafundishwa kule maswala ya usafi, uh -huh. kwa ujumla maswala mm -hmm. ya room service uh -huh. ya kwao. Okay. uzoefu wangu wa housekeeping ulianzia hapo. ulianzia hapo Ndiyo. Okay, karibu. ulivyofika hapa kituoni ulikuwa na matarajio gani? nilivyofika hapa kwanza kabisa, kwanza kabisa nili, nilipoona mitandaoni mm. nilikuwa najua nilikuwa najua tu labda ni mtapeli <laughs> nilikuwa najua tu ni utapeli kwao. Nikawa nafatilia, nafatilia, siku nikawapigia wakanipa maelekezo yote walivyonipa, maelekezo yote walivyonipa, maelekezo yote wakanika nikawa nimewambia viambatanisho, kila kitu kila mm -hmm. kitu nikaambia sawa, hasa nikawa nime nimeisave ile namba nimeisave ile namba, nikawa naangalia status Mm -hmm. Kabla sija save hiyo namba nikawa tu bado siwaamini japokuwa nilikuwa tayari nisha nishaongea nao. Lakini bado ukawa utuamini. Ehe, nika hasa nilivyokuwa niliwapigia ile mara ya mwisho nilivyo save namba nikawa naona status. Mm -hmm. Kupitia kupitia status na kupitia posti zenu mnavyo posti na na zile workshop za kila mwisho wa juma kila mwisho wa mwezi. Mwisho wa mwezi mm -hmm. Nikawa nafuatilia hivyo hivyo mwisho wa siku nikaamini kama ni kweli mm. Nikafunga safari kutoka Dodoma ha, nilikuwa, e, oh, Dodoma, wow. Nikafunga safari ndo nika- nikaja hapa moja kwa moja mm. Ya walinipokea vizuri mm -hmm. Nilikuja na viambatanisho vyangu mm -hmm. ya ndo mm. Kama hivyo ok, ya yeah, jamani nimependa sana highlight ya dada Brenda hapo kwanza hakuamini. Of course ni kawaida, huwezi kumwamini tu mtu haraka haraka mm -hmm. Uh, lazima mtu ujenge uaminifu yani sisi tulifanya vitu ambavyo vilikusababisha uamini mm -hmm. Nimependa umeainisha workshop za kila mwisho wa mwezi mm -hmm. Maanake kama ni kitu cha kitapeli huwezi kuitisha hadi workshop ambazo mm -hmm. tunakutana waajiri wadada, tunajadiliana mm -hmm. maswala ambayo ni changamoto zinazokabili sekta yetu mm -hmm. Umeona, lakini pia tuna hichi kipindi, hichi kipindi mm -hmm. Moja kati ya mkakati wa hichi kipindi ni yeah, kuwaaminisha wale ambao wanafikiri ni utapeli, kwa sababu watu wengine mitandaoni wanatuma tu vipeperushe mm -hmm. anaandika tu vimaneno vyake pale afu anakwambia njoo kuna kazi. Kwa kweli hiyo kidogo ina mashaka, lakini kama unaona watu ambao ni tofauti kila, kila wiki, kila siku tunaposti sura tofauti, sindio? mm. wadada ambao wanakuja, au wadada wanaishia wapi? si wanaenda makazini mm. Lakini wako wanaokuja pia ambao wamemaliza mikataba kama wewe sasa, maana mm. ulivyokuja tuliongea wakati unaenda kazini na sasa hivi umerudi kutoka kwenye mkataba wako umeshamaliza kwa hiyo hivi vyote ni vitu vinavyounda uaminifu. Nimesisitiza hapo, kwa sababu hata nyinyi wadada mnapoenda kule makazini, bosi hawezi kukuamini tu, yaani from nowhere tu umefika, anaanza kukuamini anaanza kujiachia na wewe, hapana. Lazima ujenge, uonyeshe vitu ambavyo vitaashiria kwamba huyu dada ni mwaminifu hmm. Pengine umekuta unafua nguo, umekuta hela kwenye nguo, rudisha. Umeona eh? Mwingine kumbe amekutegea anataka kujua huyu dada ana uaminifu. umekutana mm -hmm. Huko kuna elfu moja kuna elfu mbili elfu kumi nategemea, na mtu anaamua tu aweke mtego. Usiporudisha anajua niko na mtu wa namna gani. Kwa hiyo uaminifu siku zote unahitaji ushahidi. Kwa hiyo nimefurahi kwamba sisi Wadada Center kupitia program zetu za kila siku ni program zinazoonyesha uaminifu zinazoonyesha watu hata wale ambao wanachukua wafanyakazi kwetu, mara nyingi tumekuwa tunawaambia hawa ni binadamu, sisi tunawafundisha, tunawaelekeza, lakini kuna yale ambayo hatuwezi kukontrol. Yani ndani ya nafsi ya mtu hujui kuna nini. Kama kitatokea kitu ambacho ni cha tofauti, basi sisi tutaonyesha ushirikiano. Mfano yale mabegi pale ni ya dada aliyeiba yale pale mnayoyaona, na sisi tulikuwa tulionyesha ushirikiano kwa yule bosi, tukahakikisha yule dada anafungwa. Hivi tunavyozungumza iko Segerea, miezi sita kifungo. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu mwanzoni yeye na naye alikuwa ni mdada kama nyinyi mlivyo, eh? hawezi kujua kama huyu ana mkono wa udokozi wa wizi, lakini alivyofika kazini yeye akaenda kuonyesha hicho kitu na ushahidi wote ukaonyesha kabisa yeye ndo alifanya hicho kitendo, na mwisho kwa sababu ali, ali, ali, kila ushahidi ulikuwepo alikubali mwenyewe. Sasa baada ya hapo, of course nategemea sasa, aa, kuna mwingine atakusamehe kwa sababu kuna mwingine tulimposti hapa, yeye bosi wake hakuamua kumchukulia hatua za kwenda kumsh, kumfunga, lakini haimaanishi kwamba alilolifanya sio kosa. Kwa hiyo sisi pale ambapo makosa yanajitokeza ya waziwazi ambayo tulisha yakataza kwamba msiende kufanya wizi, msiende kufanya vitu ambavyo ni kinyume, lazima hatua za kisheria zichukuliwe. Kwa hiyo nimeweka hiyo. Nimependa, nimependa ulivyoelezea, jinsi ulivyoanza kutufahamu, ulivyotutilia mashaka, lakini sisi kadiri ulivyokuwa unaendelea kutufuatilia ikakusababisha ukatuamini kutokana na matendo yetu mm -hmm. na mambo tunayoyafanya. Mm -hmm. Na ndivyo hivyo hivyo na nyinyi, mnapokuwa makazini wasababisheni mabosi wenu wa waamini kwa Tendo yenu, sio maneno yenu, matendo yenu haya. Kwa hiyo umefanya kazi mwaka mzima na sisi tulikupangia kazi. Ulivyokuja hapa, tulikuwa hatuoni ile competence yako ya kuwa professional, licha ya kwamba ulikuwa na cheti. Kwa hiyo tukasema uende angalau mwaka mmoja ukaongeze experience zaidi, baada ya hapo tutaangalia. Kwa hiyo umemaliza mwaka ukiwa smart wa laki mbili Tulianza kutambulisha smart dada wa laki mbili, lakini mwaka huu tumepanda kidogo, sasa hivi smart ni laki tatu. Na nakupongeza kwa sababu sasa hivi umeshafiti kuwa smart wa laki tatu, kwanza kwa sababu hata yule bosi wako ule ulikuwa unamfanyia kazi, yeye mwenyewe alikuwa yuko tayari kukulipa hizo laki tatu, yeye mwenyewe, umeona hmm. Lakini alichelewa, na hii, naomba niseme mabosi wengi pale ambapo tunawatahadharisha mapema kwamba jamani, mkataba wa dada unaisha, huyu dada sasa hivi tunampangia labda Uh, tunampromoti anakwenda kwenye levo hii, huko tayari kuendelea naye au tumpangie sehemu nyingine? na hapo na, na nataka nisisitize, mabosi jamani, hii pia ni biashara. Dada anataka aongeze kipato, ofisi tunataka kuongeza kipato, na hawa dada tunavyowaambia waje huko wapambane ili waongeze ujuzi, ina maana huwezi ukamwongeza mtu hela ambaye hafanyi kitu chochote cha maana. Kwa hiyo Brenda alipambana akaongeza aka ujuzi wake kupitia zile kazi zake za kila siku, bosi akaona tija. Lakini mwanzoni tulivyompa hizo taarifa, akawa kama anajivutavuta anajivutavuta, kwa hiyo baadaye sisi tukachukua hatua za kumpangia sehemu nyingine. Kwa hiyo mwishoni kabisa ndio bosi anakuja kusema basi niko tayari kuendelea na Brenda. Tayari it's too late, kwa sababu kuna mtu mwingine kashaingia hiyo commitment. Kwa hiyo nimesema hivyo kwa ajili ya waajiri ambao, jamani, mko na wadada wetu, mfumo wetu ndio huo. Kama unapewa ofa hiyo kwamba unaendelea na dada sema mapema ili asije akapangiwa sehemu nyingine tena ukaanza kulaumu, wakati umeambiwa, umepewa muda. Kama unaendelea na dada sema mapema ili tujue mkataba huu ni wa kwako au tunampangia sehemu nyingine. Ndivyo sisi tunavyofanya kazi. Uzuri ni kwamba tumeweka wazi mkataba ni wa mwaka mmoja tu, ukiisha hapo sasa, tutakupa ofa unaendelea naye au uendelee. Usipotoa majibu ya kueleweka mapema dada anapangiwa sehemu nyingine. Kwa hicho ndio kimetokea kwa Brenda, imebidi apangiwe sehemu nyingine um, ambako atakwenda sasa kama smart full smart, ile ya laki tatu, lakini Brenda ana opportunity sasa ya kumaliza mwaka na kuwa professional kwa nini? Kwa sababu kwanza, hizi kazi, yeye mwenyewe ana foundation, alishasoma. Anachofanya huku ni kuendelea kuongeza ujuzi. Ujuzi maanake unapofanya kazi fulani kwa muda mrefu ujuzi wako unakuwa. Kwa hiyo haiwezekani ujuzi unakuwa alafu mshahara wako haukui. Sisi hapa kwetu, sio mfumo wetu. Ujuzi wako ukikua na mshahara wako unakuwa. Kwa hiyo Brenda, mimi nakupongeza. Labda yes, mm-hmm, kwa upande wako wewe, unajisikiaje na Eh, unazungumziaje Wadada Center mfumo wetu, namna ambavyo pia umekuwa unaangalia maslahi yenu? Yeah. <coughs> Kiukweli Wadada Center wako vizuri sana, wako vizuri kupitia kupitia Joyce Kiriya ameweza kufungua mradi huu ili kuweza kuwasaidia wadada waweze kujikimu kimaisha, waweze kujikimu kimaisha, kwa maana kuna wengine maana unapokuja hapa kila mtu anakuwa na malengo yake tofauti tofauti mm -hmm. Kwa kupitia hizi kazi tunapata, tunapata tunapata uzoefu kwanza na pia tunapata kipato ambato, ambacho kinaweza kusaidia familia zetu mm -hmm. na maisha yetu binafsi mm -hmm. ya vitu kama hivyo yeah, kwa hiyo, kwa, kwa wewe kwa uzoefu ni kwamba umeweza kutengeneza kipato chako mm -hmm. kipindi hiki ambacho likuwa kazini nilikuwa yeah, nilikuwa tegemezi kwa mm -hmm. Sasa sio tegemezi tena kupitia kazi wow. mm. wow. kwa hiyo sasa hivi sio tegemezi tena, sio tegemezi eh, e. Na unazidi kwenda mbele sasa hivi unaenda, unajisikiaje? unaenda kwenye mkataba wa laki tatu, umetoka wa laki mbili, sasa hivi unaenda wa laki tatu. Aa, najisikia vizuri zaidi kwa sababu yani malengo yangu naona anaenda kutimia zaidi mm. E, okay. malengo yangu anaweza kutimia zaidi kutokana na kipato kimeongezeka, mm -hmm. na pia na uzoefu naongezeka, na uzoefu unaongezeka perfect Perfect kabisa. Na hii kwa wale wadada ambao tayari walishapata background ya elimu ya hizi kazi zinazohusiana na masuala ya housekeeping mapishi, yani walipita kwenye hizi kozi za hotel management, ama dada yeye, ya, ya kwake alikuwa amesoma umesema nini? Tourism. Tourism. Kule wanakuwa na hizi kozi mm -hmm. Wale inakuwa ni rahisi sana, wanapokwenda kazini inakuwa kama ni sehemu ya fieldi ya kuendelea kuimprove yaani kuendelea kuboresha kila alichokisoma. Sasa u, u, uzuri wao, ndio maana hawa ni rahisi sana kuwaongeza mishahara, yaani wanapanda level na na uhakika kabisa na uh, dada Brenda atakuja kufika professional kwa sababu vigezo anavyo, amesomea, ina maana alikuwa na ile knowledge, sasa hivi anafanya kwa experience. Kwa wadada nasema hivi ili wadada wengine mnielewe, na mlioko hapa traditional dada au smart, hamjapata mafunzo rasmi ya hizi kazi, kwa hiyo ni, ra, ni ngumu wewe kuendelea kuimprove kwa sababu hujui una improve vipi, lakini ukiwa umepata foundation ya elimu mafunzo theory kwamba Kazi hizi unatakiwa ufanye a b c d si ndio? mm -hmm. Ukienda kazini sasa, ndio uko kwenye field, kwamba kile nilichofundishwa kwamba kama ni usafi, usafi unatakiwa ufanyike hivi, kama ni kulea watoto, watoto unatakiwa kuwalea hivi, vipi unakwenda kuimplementi kile kitu tofauti na sasa. Huna cha kuimplimenti, utakwenda tu pale, utafanya ovyo ovyo, utagombana na bosi wako. Sijui mnaelewa. Ndio maana tumekuja na mtaala ambao ni wa kuwasaidia kwenye masuala ya home management. Hii kwetu sisi tunasema ni kozi maalum kabisa rasmi kwa wale ambao watakuwa wanapita kwenye kozi yetu. Ukipata ile kozi full nzima alafu ukawa kazini, maanake una kozi nayo kuongoza maongozo, alafu uko field pale kazini kwa bosi wako, na unalipwa mshahara, na ukimaliza mwaka unakuja direct unaenda kwenye nini, kwenye ngazi ya juu. Sijui mmenielewa hapo e. Yani, hii ni kwa wadada ambao hamjapata basic mafunzo yale ya namna ya namna ya kwenda kufanya hizi kazi, yani upate ule muhula full wenyewe kabisa wa kukusaidia namna ya kwenda kwenye hizi kazi kwa sababu wenzenu wamesoma, ndio maana inakuwa rahisi kwao kufanyaje. Kupanda traditional of course wanapanda. Na sasa hivi tumewapromote, mshahara ni laki na nusu. Umekaa ni muda mrefu sana, ulikuwa ni laki moja, lakini hiyo peke yake haitoshi. Hiyo ikupe motisha kwamba angalau unaanzia sehemu nzuri, mshahara wa laki na nusu, lakini usibaki hapo. Ingia darasani, pata yale mafundisho, masomo, miongozo, alafu unapokuwa kule kazini ndio sehemu yako ya fildi. Sawa, okay. Ukifanya hivyo yani, kuja kuwa smart dada, ni dakika moja kama we ni traditional, kama ni smart, kuja kuwa professional ni dakika moja, kwa sababu utakuwa unajua exactly nini kinachotakiwa kufanywa kuwa smart au nini kinachotakiwa kufanywa kuwa professional. Sawa jamani, okay. Nilikuwa na kazi hapo, kwa sababu tuna dada Brenda hapa kama mfano wa dada ambaye alikuwa ana background ya housekeeping kama sehemu ya elimu yake aliyosoma. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi alivyoenda kazini kuongeza ujuzi, kuongeza experience na sasa tumempandisha daraja na huo na huo ushahidi ni kwa bosi wake tumeupata kwa sababu bosi wake mwenyewe ame- alikuwa anasema ni dada mzuri ni dada ambaye yuko tayari kuendelea naye. Haya, Dada Brenda nakutakia kila la heri kwenye mkataba wako mpya. Nienda akafanye vizuri ili uweze kwenda kwenye safari yako sasa ya kuwa full professional. Yeah, si ndio eh? Mm -hmm. Uongeze ujuzi, nafikiri kuna vitu kama kwenye huo mtaala wetu. Mm -hmm. Tunge- ningekushauri pia uweze kuingia sawa ile basic um, nani yako housekeeper yako ulionayo. Mm -hmm. Ni muhimu, lakini ili hii uweze kwenda yani, kwa sababu sisi kuna namna tunataka tuwashape watu wetu, mm -hmm. ambao wanapita kwenye huu mradi, kwa hiyo ni vizuri ukapata pia hiyo uh, hiyo kozi ambayo tumeiandaa ili sasa utakapotoka kwenye hii smart. mm -hmm. Yani hakuna mazungumzo ni moja kwa moja, kama bado huko kwenye hii sekta ya kazi za ndani, unless kama utakuwa unasema huu mwaka kwangu ni mwisho. mm -hmm. lakini kama unasema bado ni, naona na opportunity ya kuendelea kutengeneza pesa. mm -hmm. unaweza ukaingia kwenye hiyo kozi, ukitoka hapo hakuna mashaka, unaingia moja kwa moja kwenye profession. Asante yes, haya, karibu sana.